Mayai ya kuchemsha yanaonekana yamebondeka. Sidhani kama majani ya mtende yanatosha. Nafikiri ni wazo zuri. Sijajaribisha parashuti yangu bado, natumaini itafanya kazi. Habari jamani, nimepata wazo kwa ajili ya kazi yetu, mnaonaje? haya tufi... Watoto sasa, tupange kazi zetu. Nitaanza kupitisha mayai. O oh, samani kiduchu Haya, kazi nzuri sana wote. Tuko tayari kujaribu vitu tulivyovibuni. Koba na Amani, mtakuwa wa kwanza. Subiri, tunaweza weka kitu kisafi hapo chini, kama mkeka wa plastiki hivi, chini ya kila kitu ambacho watu wamebuni, ili kama yai likivunjika lisiende bure. Wazo zuri, Amani. <laughs> Ndiyo, ili tusikose vyote, yai lifike salama au livunjike, tulile. Yani, siamini kama ubunifu wangu haujafanya kazi. Msijali watoto, unapofanya kitu mara ya kwanza, lolote linaweza kutokea. Wakati mwingine tunafanikiwa, wakati mwingine tunashindwa. Ni sehemu ya kujifunza. Mna nafasi moja ya kutumia kile mlichojifunza kwenye jaribio la kwanza kufanya mabadiliko, wenzangu. Rubani Suzan, niko sahihi? Tujaribu wazo langu sasa. Sawa, kiduchu. Ndiyo, ngoja tusikilize. Mnakumbuka maelekezo ya rubani? Alituambia tuna nafasi ya kutumia zana za darasani au nje ya darasa. Zana zipi ambazo tunazo katika nafasi zote mbili? Kama vile koba na amani wavyofanya kazi pamoja. Mama yangu aliniambia kwamba kuna muda ilibidi akusanye mawazo toka kwa wamama mbalimbali ili aweze kunilea vizuri. Tufanye hivyo pia, tuunganishe kila kitu ambacho tumekibuni. Wazo nzuri. Sawa, umefikiria kiutu zaidi, Kiduchu. Vizuri sana, watoto. Asante sana. Haya, tuanze kazi yetu. Iko tayari. Sawa, awamu ya pili sasa. Jamani, ngoja tuone itakuwaje. Haya jamani, usituangushe. Kani ya uvutano, ndio kani ya uvutano. Hongerani sana jamani, sasa mmemaliza kazi, lakini je, mmefahamu inahusiana vipi na kuwa rubani? Mm, labda nilijifunza kutoka kwa mauza mayai na mwauza juisi kuhusu mitazamo tofauti Labda kama rubani unatakiwa utazame mambo katika taswira tofauti. Mimi pia nilipata wazo kuhusu kazi hii kutokana na kitu alichofanya mama yangu kwenye malezi, hata sio kwenye sayansi. Hivyo basi, hii kazi imetuonyesha kwamba unaweza kujifunza ujuzi unaohusiana na kupaa toka mahali usipopatarajia. Labda kucheza mpira wa miguu inaweza kusaidia kuiratibu ndege. Kweli kabisa, nimepata msaada wa kazi yangu kwenye kitabu cha kani ya uvutano kutoka kwa mtu ambaye hajaenda shule. Unaweza kujifunza kuwa rubani kwenye vitabu, lakini hata ukimaliza shule unaweza kuendelea kujifunza pia. Unaweza kujifunza kuhusu mawingu na nyota na ndege kwa kujifurahisha tu. Mimi nilipata wazo la wimbo, kitu ambacho sikudhani kama kinahusiana na kazi hii au kuwa rubani, yote kwa sababu ya kani ya mvutano. Kujifunza ni kuzuri na hakuna mwisho. Pambana na changamoto zinazoangusha kama kani ya uvutano. <laughs> Sawa kabisa. Kurusha ndege ni sehemu moja tu ya kazi yangu, na kazi yangu ni sehemu moja tu ya maisha yangu. Kuna ujuzi mwingi unahitaji kama rubani: kushirikiana na wanaoiongoza ndege, jinsi ya kuwasiliana na kufanya kazi pamoja na marubani wengine, kutatua matatizo na kuishi nikijifunza maisha yangu yote. Nilitakiwa kwenda shule kupata mambo ya msingi kama kusoma, kuandika na kuhesabu. Pia nilihitaji kujifunza toka kwa marafiki, familia, wafanyakazi wenzangu na kwangu mwenyewe, vitu nisivyovijua. Fani yangu inabadilika badilika, hivyo nahitaji kujifunza maarifa mapya kila mara. Aha. Susan na wengine wote mmetoa mawazo mazuri. Tukisema tunajifunza hisabati au kusoma au sayansi, tunajifunza mambo mengi kwa wakati mmoja, yanayoweza kutusaidia sisi au wengine kwa namna tofauti maishani. Na ndiyo maana kujifunza kunafanya tuwe na utu pia, kwa sababu kunatufundisha kuwa na shukrani kwa watu na vitu vyote vinavyotusaidia ili kujifunza, kama ilivyokuwa katika zoezi hili. Ah, ndiyo maana naipenda shule.